Bado upo ndani, Herit Mungai. Je, watafanikiwa? Madhambi amefanyika pembeni. Fadhili Masud mwenye mvua mara ya pili, walikuwa wanachezeana 1-2 John Nyawir junior, junior. akiwa na mwenzake Herit Mungai atariza anaicheza Eli Asieche Uzoefu unalipa ni Eli Asieche seka, anafunga tena, nao anakata mauno sasa ni one, two, three, kisha wanacheza densi yao Eli Asieche seka. Upigaji huu! Bonface Munyasa alitaka kuonjoa lakini wapi, akatapatapa kama mfamaji ambaye haachi kutapatapa, mwisho wa siku akaongoza densi ya Nomonde ni moja mbili tatu, wanashuka nao tu, wapo mbele. Greatness within the slum boys wanaongoza tena ndani ya Kasarani Annex. <laughs>